Yes, sasa kwa wale mashabiki wa Bayer Leverkusen kutokea kule ligi kuu ya Ujerumani, Bundesliga, kocha mkuu bwana wa Bayer Leverkusen Bwana Xabi Alonso E, pia aweza kudhibitisha leo kuwa ataondoka klabuni humo e, mwishoni mwa msimu huu, katikati ya ripoti ambazo pia e, ziliweza kumhusisha kujiunga na miamba wa Uhispania e, nikimaanisha Real Madrid. So inasemekana kwamba e, kocha huyu ataweza kutoka kutoka pale Bayer Leverkusen Ujerumani na kuweza kwenda Uhispania ili kuweza kwenda kukinoa kikosi cha Real Madrid ambacho kwa sasa hivi na chenyewe kimekuwa kikiwa kina mahangaiko, au tunaweza tukasema hivyo au e, kudondoka dondoka kwingi sana kutokana na, na, na, na, na, na bora ambao wako nao kwa timu hizo zingine, lakini pia ingalia kuwa kwamba wana kina Mbappe, wana kina Vini na watu wengine kibao, ila wanafanya timu hiyo kuweza kuwa mbovu zaidi. Alonso pia ameweza kusema huu ndio wakati sahihi wa kutangaza kuondoka kwake, japo hakuweka wazi klabu ambayo anaweza kwenda kocha huyo. Lakini pia ameongeza kuwa eh, eh, sio wakati wa kuweza kuzungumzia kuhusu eh, mustakabadhi wake sasa vyombo vya habari vya Uhispania na Ujerumani pia vimeanza kuripoti leo kwamba Alonso mwenye umri wa miaka 43 tayari ameshakubali kujiunga na Real Madrid baada ya michuano ya Kombe la Dunia ngazi ya vilabu. Sasa atachukua nafasi ya Carlo eh, eh, Ancelotti huku pia Leverkusen ikitarajia kupokea fidia ya takribani euro milioni e, kumi na mbili. Sasa mara baada ya kocha huyu kuweza kuenda e, katika kikosi cha Real Madrid bwana. Leverkusen ni pale ambapo anatoka, wanatarajia kupewa e, euro milioni kumi na mbili endapo kama ataweza kwenda huko e, bwana uh, Uhispania. Yeye kama yeye hajafunguka rasmi kwamba anaenda timu fulani, lakini pia vyombo vya habari lakini pia vyanzo vingi vya habari kutokea uh, Uhispania pamoja na Ujerumani uh, vinamhusisha yeye kuweza kujiunga na kikosi cha Real Madrid kutokea kule e, nchini uh, Uhispania. Endelea kutufuatilia lakini pia ku drop comment yako kuwa vizuri zaidi, subscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates na information kutokea hapa hapa kwenye TV yetu. Chao.